Bado nina imani na huyu Mungu, japo ninayopitia ni magumu sana e, tena mengi ya kukatisha tamaa, ila najua Mungu wangu hajaniacha, ananiona moyoni, nipona ugua na kipatwa kikith Familia inanitegemea, ivi ni nani? Acha jua shida yangu. Uh, e, hey, mambo yatabadilika, mambo yatabadilika, mambo yatabadilika. Magonjwa, umasikini vimenifanya nitengwe na ndugu na marafiki, leo sina thamani kwao. Hey, nawaza au ndo mikosi, wengine wapate nami nikose, furaha ya kuniona nateseka. Mina, mina, mina, Mambo vipi mwana SNS is me and my man, try conversation double man hii hapa ni jan conversation wa Simulizi na Sauti SNS, na leo nipo na msanii wa nyimbo za Injili, anaitwa Frank Lemmy. Huu ni mwimbaji muziki kutokea Morogoro, ambaye kwa sasa hivi sasa hivi kazi yake muziki ni da so, kuna mengi ya kujifunza kupitia, na ana kazi yake mpya inaitwa Kuna Sisi. Hii ni niseme ni wimbo ambao una siku kadhaa tangu ameiachia so nitakuwekea pia kwenye description kazi mpya, kuweza kufuatilia talanta kubwa, msanii ambaye nimeweza kumpa mamlaka kwa sababu nimeona na kitu. Mambo vipi, Frank? Habari za utokako? Ah, namshukuru sio kuwapa down. Unaishi wapi? Anaishi Bunju. Bunju ipi? Bunju kubwa. Eh, Bunjuwe kuna Bunjuwe, Bunju bie ege. mm -hmm. Ziko mbili, tuko kule. yeah, okay. so mimi of my kipindi ambacho tunazungumza uniambia kwamba hauna muda mrefu sana kwa hapa Da toka umekuja. Nataka kufahamu ni shughuli ya muziki ndio imekuleta hapa moja kwa moja, ama ni kazi ngine hapa? Uh, Da nilikuja kwa shughuli shughuli ya mziki. ya mziki kwa nini akuifanyia Morogoro hapa? Uh, <clears throat> da nililetwa na mtu okay. mara kwanza, eh, yeah. kuna mtu aliniona Morogoro hmm. na akawa amependa huduma yangu hmm. na akawa amewiwa kuni support. Okay. No. Uh, ndio chanzo cha. Sasa kabla ya yote nataka kidogo nifahamu Frank Lemmy ni nani? Ni mtoto ngapi kwenye familia ipi hasa? Uh, Frank Lemmy ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto saba. Okay. Mm. Mm. Watu wengi uwa kuna mazingira fulani ambao na watengenezea kuhusika kwenye kitu fulani, hasa kwenye, wewe si msanii wa, wa secular artists, yani unafanya mziki ya kidunia, unafanya mziki wa kini. Nataka nifahamu ni, ni kitu gani ambacho kilikusukuma kuingia kweye ya muziki hasa katika upande hucnm uh, <clears throat> uh, tu kama kujifurahisha kmakujifraisha ni kitu tokea zamani kwa hiyo lakini unajua maoni ya watu ndo walisababisha sasa, aa, nione kama vile na kitu, kwa sababu nilikuwa naimba watu wanabarikiwa wanafurahi ko, nikaona kama basi kama wanasema kweli ni kipaji, basi acha sasa nikiendelee kiwe kiwe rasmi ile e, e, sasa kihudumia watu wengi zaidi. Kwenye library yako nimetazama nimeona kuna Sisi, ndio kazi mpya ama ni official? licho kwamba umesema tangu mwanzo ulikuwa ukifanya kazi ambazo tuseme yani, hii ndio kazi ambayo umeionyesha baada ya kuingia kwenye muziki rasmi. Mm. umeanza kujihusisha na muziki mwaka gani? Uh, muziki kama muziki kwa mimi kama mimi ni mwaka jana, mwaka elfu mbili ishirini na nne, elfu mbili ishirini na nne ndio na kuachia okay. Mm, anza kama nini sasa? Okay. kazi ni wasanii gani ambao wamekuinspire ama nini ambacho kilikusukuma moja kwa moja k Okay. Haya ni maswali mawili tofauti, najua. Kitu gani ambacho kilikusukuma kufanya muziki wa Injili injiri? Uh, kilicho nisukuma ni kwamba ni kitu ambacho kipo ndani yangu, kwa hiyo okay. Yeah, ni yani, nilijisikia tu kwamba hmm ni kitu ambacho kipo, kwa hiyo na kupitia labda comment za watu ambazo walikuwa wanatoa maoni ya watu na ambacho. Ni wasanii gani ambao ulikuwa unawatazamia kabla hujaingia kwenye hili game moja kwa moja na mpaka leo labda bado wanakuvutia na kuinspire? ni wengi, ni wengi ni yani, mimi kila mtu anafanya jambo zuri waza n <laughs> Ta taja wachache kwa sababu kwa mfano kama mimi ni mtangazaji ukiniambia, uh, nizungumzie idols ama watu ambao nilikuwa na wafuatilia nitakutajia. Mimi nataka unitajie wachache, list ya wasanii ambao walikuwa nakuvutia a mpaka leo unawafuatilia kwa namna moja ama nyingine, kama idols wako. Uh, mimi nilikuwa nafuatilia Ghost na, na Joel. Okay. Ndio wasanii ambao ni kama wamekuinspire. Yeah. Mm. Tuizungumzie kazi yako ya Kuna Sisi. Ni wimbo mpya, una siku kadhaa tangu umeuachia, na nimesema ndiyo kazi rasmi ambayo imetoka na mii nimeweza kuvutiwa kwanza na mengi ambayo umetuonesha kwenye kazi moja. Nimependa yes. uwekezaji upande wa quality audio imeonyesha namna gani ako serious, lakini pia investment ambayo imefanyika kwenye video, mandhari, quality, yani umeweza kubalansi mzani 5050 sehemu zote kutengeneza asilimia mia moja na pia we mwenyewe, uandishi, sauti kazi ni kali sana. Ashukuru. Na hii inaonyesha ni kiasi gani <coughs> kwamba ni upo kwenye mikono salama ya mtu ambaye anakupush kimuziki ki, si ndio? kuhusu mm, maswala ya kupush mm. <laughs> Uh, ni mimi mwenyewe na aliyekuleta huku vipi, anahusikaje sasa? Uh, diyo, nileta makubaliano alikuwa hayo kwamba aje anisapoti lakini, baadaye kama imetokea kutokea uh, akawa ameniacha tu namna hiyo, kwa hiyo okay. Eh, ee, baada ya kufika kwa sababu tulifika tukafanya kazi lakini zile kazi zikawa zijatoka no. na kuna nyingine tulifanya hela zikauzwa okay. kwa hiyo okay. baada ya hapo sasa, nikaona amna cha maana ambacho kinaendelea, kwa hiyo nikaa, nimetoka nikaamua kupambana mwenyewe. kuna, kuna sisi ni wimbo ambao unazungumzia nini? Eh, kuna sisi ni wimbo ambao ni wimbo wa shukrani <laughs> Uh, ni wimbo wa shukrani ambao unazungumzia matendo makubwa ya Mungu ambayo ametutendea katika maisha yetu, mm. Kwa sababu uh, tulikuwa watu wa chini, tulikuwa watu ambao kikweli hakuna mwanadamu ambaye, amba, angetutamani kututazama, lakini kwa sababu Mungu ni wa upendo, ametuinua na sisi hatua moja, kutupeleka hatua nyingine. Wanasema asilimia kubwa wasanii wa nyimbo za Injili huwa mnapenda kuimba kitu ambacho maybe kime, kina kuhusu mwenyewe ama umekexperience kwa watu huu. E, wimbo pia una, u, upo hivyo yaani kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe umepitia mpaka umekusukuma moja kwa moja kuonesha hisia zako kwenye kazi husika, ama tu ni uwezo wa kufikiria na kuandika? Uh, wimbo Kuna Sisi, <coughs> cha kwanza naweza nikasema ni ni ushuhuda wa maisha yangu pia Uh, okay. Kule Mungu alikonitoa, kwa sababu nikifikiria mpaka hapa nilipo naweza nikasema ni Mungu. Kwa hiyo ni wimbo wa, -wa shukrani binafsi, mi mwenyewe namshukuru Mungu, namshuhudia Mungu kwa yale ambayo amenitendea, kwamba kuna sisi ambao yeah. Bila Mungu tusingeweza. emtupe kionjo, watu waweze kuishuhudia talanta yako. Sifa utu na utukufu nakupa wewe wewe uliye chanzo cha uhai wangu, ni kweli Bwana, mimi nisingeweza bila wewe. Mungu umenishindia, Baba umenipigania, oh, na kosa neno la kusema aii kwa wema umenitendea mimi, maisha yangu bila wewe ingekuwaje? Umenisitiri, o oh Baba, oh oh oh oh oh. Kuna sisi oo oh oh oh. Tusingeweza bila ya wewe ye yeah. Uyo we ni Frank Lemmy wimbo wake mpya unaitwa Kuna Sisi, na kuwekea kwenye description, kama nilivyokuambia uweze kuenjoy hiyo ni live. Sasa ni time ya kusikiliza makutazama kazi nyingine na uone makubwa ambayo ameweza kuyafanya. So, pla plani zako ni zipi baada ya hii kazi, kwa sababu nimeona ndo kama kazi ya kwanza ambayo ni official. Je, kuna, una, kwenye library yako, una kazi ngapi ambazo zipo tayari? Hata tukisema kwa sasa hivi, maybe tutengeneze compilation ya EP, ama album inawezekana? Kazi, kusema kweli, sina kazi nyingi, lakini kuna kazi ambazo nishazifanya. Kuna kazi mbili ambazo bado hazijatoka, zipo tayari, zipo tayari. Kwa hiyo muda wowote, wakati wowote, naachia. Unaandika mwenyewe? Naandika mwenyewe. Una uwezo mkubwa sana katika kipindi ambacho umekuja da na kujishusha na muziki ni kazi zako pekee tu ambazo umekuwa ukizifanyia ukiziwekea, ngu... nguvu ama pia kuna baadhi ya wasanii ambao ta umekuwa wameo... nao na ukaribu hata kukwambia kwamba tu... tuandikie, kwa sababu naona ni game pen yako ni ya kipekee sana? mm, ya yeah, kazi, kuna wasanii wengi ambao nimewaandikia wakubwa na, au yeah, wapo, nimewaandikia wakubwa, wapo yeah. Wakubwa na nyimbo zimesikika na zimeenda kabisa mbali unaweza unaruhusiwa kuzi, kuzitaja kama uko, uko, uko huru kwenye... O, hapana, mimi nafikiri tu tuache hapana. <laughs> <wafani>. <laughs> Yeah, mimi nafikiri yeah, tuache tu, na ni kazi ambazo zimeenda makilomita yeah, ni kazi ambazo zinafanya vizuri, ni kazi ambazo zinafanya vizuri mm. Kwa hiki ambacho unakisema inaonyesha wewe kwenye mazingira ya muziki tayari una link, una, una, una, link ununa ya mastaa mbalimbali hasa kwenye muziki wa Injili, si ndio? Kabisa. Kuna kuna project zozote ambazo tunategemea ushirikiano maybe kati yako na wasanii wengine wasani? Uh, project zipo zipo, kuna project hizo, project mbili ambazo nimekwambia ni ambazo mm-hmm. ni nimefanya na na baadhi baadhi baadhi yao baadhi yao, okay. Kwayo vizuri yeah, sana. Hivi sisi kwenye maisha yetu tunaishi kwenye secure music hizi, ni kidogo tunagusagusa. Nataka uniambie ugumu upo wapi kuwa msanii wa nyimbo za injili uh, <clears throat> au chang tuseme changamoto huwa ni zipi unapokuwa unafanya muziki wa injili uh, mziki na wa injili, na na mziki wa duniani wa kidunia wa kidunia. mm -hmm. Niseme uh, tofauti emtofauti upo kwa sababu najua uh, mziki wa duniani bwana ni mziki fulani ambao unaweza ukaamka umejisikia, ume, ume kuimba kitu fulani au umepata story fulani na ukaimba na ikaweza kufanya vizuri, lakini sasa tofauti na sisi uh, muda mwingi waga tunaongozwa na Roho. Okay. Yaani si kitu tu unaweza ukaamua tu ukafanya Oh. Yeah, apo ndo utofauti, okay. Mm. Changamoto zingine zipi ambazo kidogo no, ume, umezi, umezi experience katika kipindi hiki cha kumtumikia Mungu kama msanii? Changamoto ni nyingi, changamoto ni nyingi. n yani tukusema kwenye changamoto mm. Aya, apo mambo mengi kwa sababu <laughs> mfano <laughs> unaweza kuwa unatamani kurekodi kufanya kazi nzuri, lakini sasa nakuta mda mwingine na kipato nacho akitoshi, na uwezi kaenda ukapuliza naye akakuelewa. Kwao changamoto ambazo tunakuwa unakutana nazo sisi ndo hizo kwamba kuna mda unatamani kufanya vizuri, kuna mda unatamani kufanya jambo zuri, lakini sasa uwezo unakuwa utoshi, kwao najikuta nashindwa We ni mtoto wa mchungaji lakini uliniambia sasa ugumu unatokea wapi? Kwani nyumbani wa kusupport? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah, bwana, kusema kweli, katika watu ambao nahisi walichelewa kugundua kipaji changu basi ni nyumbani. Kwa nini? <laughs> Ah, unajua, wazee wangu wao walikuwa na nafikiri walikuwa na mawazo yao ambao walikuwa nafikiria juu juu, yangu mimi. Okay. Sasa wakakuta kama naenda nje na So, kwa sababu ni ilikuwa nafanya secular music na natumaini na, na ingekuwa ni ngumu huko kuelewa, lakini muziki wa Injili why imekuwa hivyo au walitaka <coughs> ufuate ndoto za baba ya kwamba baba mchungaji na wewe uje mchungaji pia? <coughs> A, mimi nafikiri labda walichokiangalia ni kwamba kwenye familia au kwenye ukoo hakuwahi kutokea mtu ambaye ni mwimbaji. Sasa wewe utasemaje unaimba wakati babako sio mwimbaji, mama yako sio mwimbaji, babako mdogo sio mwimbaji, yani hamna mwimbaji hata mmoja hicho oh, kipaji kitatokea wapi? Lakini kwa sasa hivi wameanza kuelewa oh, au bado kuna kuna, ah, muda inabidi tuwape kuweza ku prove wrong. Namshukuru ah, Mungu ah, ilikuwa ni ngumu, haikuwa rahisi, lakini Mungu amesaidia. Sasa hivi wanaelewa na wana support tayari. hmm. Yeah. Kuna sisi, na tunatumaini kuna projects zingine ambazo utaziachia hapo mbeleni hmm. Unajionaje una mpaka sasa hivi kutoka ulikotoka na unakuelekea vision yako unaipicture vipi? Uh, cha uh, kwanza kwanza nipende kuwashukuru wale watu ambao wamenisapoti kwa, uh, kwa namna moja ama nyingine mpaka kufikia hapa akiwepo, okay, mamaangu mchungaji si halafu kumae, kwa kweli amenishauri sana, uh, amenielekeza mengi, ameniombea ame pia amenisapoti na kanisa kwa ujumla uh, nina mipango mingi, nina mambo makubwa ambayo natarajia kuyafanya. Cha msingi nachoomba Watanzania, uh, wanisapoti wanisapoti kama kijana wao. Nina mambo mengi sana ya yakuya, yakuyaachilia yakuya kwao okay. kwa hiyo ninachoomba tu ni sapoti yao ni sapoti yao, yani mipango ninayo mikubwa, lakini mm, sasa hapo hapo ambapo umepasema hivi kwenye industry ya muziki wa Injili unakuja kwa sababu najua hata kama itakuchukua muda lakini naona kabisa nafasi yako unayo. Unahisi una kitu gani utaongeza kwenye muziki wa injili kwa hapa Tanzania? Ah, nacho kikubwa, nacho kikubwa kwa sababu naamini Frank ni Frank na, okay. akija kuna jambo jipi ambayo atakuja pia, pia kuna ambao atakuja nyuma yangu atajifunza kupitia Ukiachana uandishi, ukiachana kuimba, kuna vyombo vyovyote ambavyo unaweza kupiga? Kwa sababu najua hiwa ni rahisi sana kwa waimbaji wa Injili kama so, gita, keyboard, na ni tofauti kidogo na secular music ambapo mtu anakuwa na uwezo wa kuandika na kurekod huko, kidogo ni tofauti vipi kwa upande wako? Uh, mimi na napiga, lakini japokuwa sasa una, una ila nagusa na, na, na gusa, -gusa keyboard na gita no. Okay. Huyu ni Frank Lemmy, kazi yake mpya Kuna Sisi ndio ndio iliyotupa mamlaka kuweza kuzungumza naye. Hapana, nafahamu naweza kumfahamu kwa uchache, lakini sasa unapaswa kumfuatilia kupitia kazi yake ya Kuna Sisi, kumfuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Instagram. Na unatumia jina gani? Frank Frank, Frank Frank Lemmy. Lemmy. Frank Lemmy mm. Pia subscribe kwenye account yake ya YouTube na kwenye digital platforms zingine kuweza kuenjoy kazi mpya atakazokuwa akiziachia. Ana talanta na uwezo mkubwa sana, na mimi nimeweza kuvutiwa na kipaji chake and that's why nimeweza kumpa mamlaka hapa kwenye Jan Conversation uweze kumfahamu pia. Hii hapa ni SNS, mimi ni Jacob Mailing Zedek.